Huwa naona mabango yanasema jiunge na Free Masoni, utapata mali bila kafara. Wewe wewe ile migusaunate, shika uvimbe, usisubutu. Alafu usichojua ni iki Free Masoni haitafutwi ila wenyewe ndio wanakutafuta. Ukiwatafuta wa, wewe watakachokifanya wanakunyonya damu au wanakunyang'anya nyota. Ndio maana watu wanaotafuta free mason wanaishia kuwa wehu, wagonjwa, wenye matatizo chungu mzima, na mwisho wanakufa vibaya, wamemaliza ndugu zao. Ila hao no unaosikia ni free mason, nyota zao zimeonekana, wamefatiliwa kuanzia kwenye mashule, kwenye mabiashara kwenye mahuduma, kwenye makazi